Waende kuzitumia vyema wazifikishe mashambani, wasipate mbegu hizi wakaenda wakazipika wakala au wakatumia kwa matumizi mengine. Tatu, napenda kuwaasa maafisa ugani wetu waweze kushirikiana na wakulima hawa kuanzia wanapopata mbegu hizi na kwenda mashambani kule, kuwaelekeza vizuri jinsi ya kuzipanda na kusimamia mpaka zinakuwa, kuimarisha uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, ili kufikia lengo la kuwa na uchumi imara na, na stamilivu kwa halmashauri. Ofisi ya mkurugenzi mtendaji kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa mueshimi, mkuu wa wilaya pamoja na ofisi yako ya mwenyekiti wa halmashauri wa wilaya ya Ludewa waliamua kuwezesha wananchi wa wilaya ya Ludewa jumla ya kilo mia tano za mbegu bora za mbaazi aina ya ilonga M2 mbegu hizi ambazo mliziomba kwa mamlaka ya bodi ya mazao mchanganyiko kopla ili kugawiwa bure wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaratibu wa kunufaika na mbegu za mbaazi, mbegu hizi zitasambazwa kwenye kata zilizopo kwenye kanda ya chini na kati. Kule Masasi tumegawa ufuta lakini tumegawa miche ya kahawa kwenye maeneo ya Mawengi, Ludende, Njelela, Mdindi, kata za huko, na kuna zoezi linaendelea litafata baada ya zoezi hili la ugawaji wa miche ya parachichi. Tunafanya hivi kwa ajili gani? Tumekaa na kutafakari tukaona Ludewa ni sehemu ambayo ina ardhi nzuri kwa ajili ya kilimo, na mazao mengi yanastawi Ludewa kwa muda mwingi tumekuwa tukiwaacha wananchi wetu wanalima maharage na mahindi. Kuna nia ya dhati ya kuifanya sasa Ludewa ibadilike iwe Ludewa ya mazao ya chakula na mazao ya biashara. kwa ndugu zanguni, watu wa Ludewa, hizi mbegu tumezileta saizi, zitagawiwa. Hili ni zoezi endelevu, tutalifanya miaka yote. Kwa tutagawa mbegu za mbaazi, tutagawa kahawa, tutagawa parachichi, tutagawa korosho. Kwa mwananchi yoyote, mwananchi yoyote wa wilaya ya Ludewa ambaye atakuwa amejiweka tayari kwa ajili ya mazao ya biashara atanufaika sana kwenye kipindi cha miaka mitano kwa mazao wanayotuletea katika wilaya ya Ludewa, kwa kweli tumeyapokea kwa furaha na tukutegemea, tunajua tumejitoa kwenye uchumi pale tuliposimama, najua tutapiga hatua. Chichi mbaazi, hivi ndio hivyo kama vipao mbele kwa wilaya yetu, maana wenzetu sasa hivi kusikia mkoa wa Njombe, wenzetu Njombe pale wana zile parachichi ambazo wana bali sasa hivyo zetu wanapiga hatua, wana viwanda, tunaangalia kwenye mativi, tunavifunza vitu vingi sana kwa sababu tukisha zipanda tukiona kama mafanikio ni mazuri, tunajua kwenye ile hatua tuliposimama tulikuwa tunaangalia, maana tunasomesha wanafunzi tunahangaika mbolea tunafanya nini, tukishaona inatuletea tija kabisa kwenye kilimo hichi cha mbaazi, najua mimi mkulima nitapiga hatua na mbaazi uh, eh, itawasaidia wananchi kwa Uh, kimsingi kwa wake chuma kwa sababu uh, sehemu kubwa wananchi hapa hawana zao la biashara uh, kwa maana kwamba wanategemea tu mahindi kama zao la chakula, ile ziada ndio wanayoiuza. Sasa kwa kuleta zao la mbaazi, wananchi wataondoka huko kwenye kutegemea zaidi mahindi waka pata kipato kingine kwenye zao hili la mbaazi, kwa sababu zao la mbaazi lina bei nzuri, jumla tija ipo, kwa sababu ukichukua kama zao la kahawa, kahawa mwaka huu imenunuliwa mpaka shilingi kumi na nne kwa kilo kwa kika, kwaio maana yake mkulima akishaingia kwenye, kwenye zao hilo la nani la kimkakati kahawa, parachichi na nini, ongezeko la kiuchumi litakuwepo kwenye nani kwenye.